au wanaochukua nafasi baada ya wazazi wote ni mawalii. Atakapowajilia yeyote yule ambaye nyinyi mtamridhia dini yake na tabia zake, muozesheni. Akaja huyo ambaye mawalii wameridhia dini yake, kadhalika wameridhia tabia zake, wakamuozesha. hii ni riziki ya pili au ni neema ya pili. Neema ya kwanza ulirefuka muda wake kwao. Neema ya pili, Allah tabaraka wa taala akamletea huyu binti kijana mwenza wake ambaye amebeba zile sifa kuu mbili ambazo anazitaka Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa wazazi wazizingatie hizo, wasiwe wazazi wameweka mizani zao na sharia imeweka mizani yake. Watahadhari katika hilo, kwa sababu wako baadhi ya wazazi wanawafanya mabinti zao mithili ya bidhaa. Mzazi amepatwa na ukata wa muda mrefu, mzazi amekumbwa na njaa ya muda, akiangalia na mabinti zake watatu wanne anaona kwamba hii ndiyo njia mimi ya kutoka katika maisha. Ikawa mzazi ana vipimo vyake mwenyewe, ikawa mzazi ana mizani zake ameziweka. Mizani yake ni nini? Mizani yake ni kabila. Kwa hiyo ukija na kabila lako linapimwa kwenye kabila lile, linaingiana. Naam, hewallah. Mizani yake ni kipato ana kipato, huyu anafanya kazi gani? kwani anajishughulisha na nini? Ah, huyu bwana eh, alhamdulillah, yani mambo ma tu ya riziki alhamdulillah. Huyu anafanya kazi benki, basi hapo mzazi umeshamkonga nafsi yake. Huyu yuko wizarani, huyu yupo katika ofisi fulani, ni mkurugenzi huyu wa shirika fulani. Basi mzazi haangalii jambo jingine, haulizi hata akida yake, haulizi hata ibada zake, ni mtu wa swala tano. Hivi leo uliswali alfajiri? Hebu niambie ukweli wa mambo na Mola wako ni shahid, uliswali alfajiri leo? Eye ni maswali uliiswalia jamaa msikitini? Hana vipimo hivyo mzazi. Ukoje wewe kiitikadi? Una itikadi iliyosalimika, ili, ili abaki salama binti yangu katika maisha yako, au itikadi yako si itikadi iliyosalama? Yuko wapi Allah anataka kujiridhisha mzazi juu ya akida ya anayekuja kumbishia hodi nyumbani kwake. Aina Allahu, Allah Allah yuko wapi e, nataka kujua jambo kutoka kwake. Ee, ana mizani zake. Anafanya kazi je? Una nyumba au umekodi ume na kama umekodi umekodi nyumba nzima au ubale wa nyumba au una chumba kimoja ole wako useme una chumba kimoja Tole wako. ole wako useme kwamba mimi bwana shughuli zangu ni ikitokea naitwa kuna kibarua nitapigiwa simu ikitokea sana sana huwa nauza karanga mwenyewe alhamdulillah riziki yangu ya halali Ole wako, yasema yase, wengine hudanganya kwa kuchelewa kwamba nikisema kazi yangu ya halali, kwamba mimi kazi yangu nafukua vyoo nazibua vyoo, atakosa. Anaweza akajipa kazi nyingine isiyokuwa yake, anaweza akaenda kupeleka posa, ameazima gari la watu, akawa iko pale achezie, afungue gari aonekane kwamba ana gari huyu. Wallahi ladhim, yanafanyika haya, wallahi ladhim. Sasa mzazi, vipimo vyake ni vipimo duni, sio vile vipimo vya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kwamba tuangalie dini ya kijana, tuangalie na hulka za kijana, alafu rizki siku na sahaba amekuja

wa mraatan muminatan in wahabat nafsaha lin nabi, wote hawa kwako wewe Mtume ni halali, na yule mwanamke ambaye atajileta kwako kuitoa hiba nafsi yake kwamba ya Rasulullah, kama wanitaka niko tayari, na wewe huyo pia tumekuuzisha huyo. Alipokuja Rasuli alayhi salatu wassalam, akamtazama juu mpaka chini, akatikisa kichwa chake kwamba hapana Sahaba anaona akamwambia, ya Rasulullah, kama huna haja naye, nipe mimi. Akamwambia, njoo na mahari. Sina. Katafute mahari. Kenda, akazunguka akarudi, hana kitu. Nenda katafute hata pete ya chuma. Pete ya chuma ambayo sio ghali kama pete ya silver, kakosa. Nisho akasema, nina kishuka changu, nitampa kishuka hiki ukimpa yeye utakuwa uchi na wala yeye hakitomtoshi. Akaondoka akiwa amekata tamaa. Njoo, una nini katika Qur'ani? Nimehifadhi sura kadha wa sura kadha. Nimekuozesha kwa ulichokihifadhi katika Qur'ani. Huyo ana polo la ngano nyumbani kwake ana, ikiwa ameshindwa kuleta pete ya chuma Haina maana kwamba tuwaozeshe ambao kwamba hawana dhamira ya kujishughulisha, kwamba hilo halizingatiwi. La, tunazungumzia kwamba kuna kupata na kukosa. Wangapi wanatoka wanarudi watupu? Wapo, lakini katoka kutoka katoka kurudi na kitu ni riziki, lakini jitihada ya kibinadamu ameifanya. Na wewe kadhalika na binti yako, hakuna siku mmelala na njaa Hakuna siku mliomba chakula kutoka kwa mtoto wenu wa mahala fulani, kaka yenu wa mahala fulani, hakuna siku hiyo. Mbona ulishindwa? Na wewe ni mume, kwa maana ashindwaye pia ni mume. Almuhimu kwamba huenda ukarefuka muda wa binti nyumbani kwao, Allah akamruzuku mume.